Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni kwa wakati huu na moja kwa moja tuelekee huko Tel Aviv nchini Israel. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Wakati ulimwengu ukijiandaa kwa furaha kusherehekea sikukuu ya Pasaka, kwa upande wa taifa la Israel kwa mwaka huu ni kama vile litakuwa na bahati mbaya, na hii ni kutokana na mashambulizi ya wapiganaji wa Kihoth kutoka nchini Yemen ndani ya taifa hilo la Israel. Baada ya mashambulizi kadhaa dhidi ya Wahoudh nchini Yemen, wapiganaji hao wa Kihoudh walishikwa na hasira na waliapa kutofumbia macho mashambulizi hayo, na walisema kwamba wataiangamiza Israel na kwa wakati huu Wahodh wa Yemen wamefanya mashambulizi kwa kutumia kombora lao la Palestine 2 katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion, uwanja mkubwa wa ndege unaotegemewa na taifa la Israel. Wapiganaji wa Kihodh kutoka nchini Yemen ni kama vile wanacheza na alama za nyakati. Shirika la habari la Past Today limesema kwamba Wahodh wanajua wanachokifanya, wanapiga viwanja vya ndege kwa vile wanajua kwamba watasababisha pigo kubwa la kiuchumi na la kisaikolojia kwa Israel, anasema mkurugenzi mtendaji wa wakala wa usafirishaji katika Kuts ambayo inakaliwa na Israel. Katika kipindi cha sikukuu ya Pasaka kumekuwa na watalii wengi katika taifa la Israel, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa huongeza pato la taifa pamoja na ukuaji wa uchumi wa taifa hilo, na ndio wakati huu ambao Wahodh nao wanavuruga hali ya shughuli za kiutalii katika taifa hilo kwa kuushambulia kwa makombora uwanja mkubwa wa ndege katika taifa hilo la Israel. Swali ni je, ni kweli mashambulizi ya wahodhi dhidi ya uwanja huo wa ndege katika kipindi hiki cha sikukuu unaathiri shughuli za kiutalii? Kwa mujibu wa shirika la habari la Past Today likinukuu kutoka shirika la habari la Fars tovuti ya Marekani Media Online imesimulia katika ripoti kutoka kwa mamlaka ya sekta ya usafiri wa anga ya Israel ya kwamba ndege kadhaa za kigeni zimetishia kwamba ikiwa Yemen itaendelea na mashambulizi kwenye uwanja huo wa ndege basi wataondoka Israel. Vyombo mbalimbali vya habari vimeripoti kwamba usitishaji mfupi wa vita katika ukanda wa Gaza, ambao uliunda nafasi ya kupumua na kurejesha jamaa kwa mashirika ya ndege kabla ya likizo ya Pasaka, sekta ya utalii ya Israel imefika kwenye kingo kwa mara nyingine tena. Ripoti hiyo kisha imeweka bayana, huku sikukuu za Pasaka zikikaribia, ambazo zinachukuliwa kuwa fursa nzuri kusafiri hadi Israeli. Sekta ya utalii ya utawala wa Israel imekabiliwa na tishio jipya kutoka kwa Waho. Kwa upande wake, mkuu wa idara za masoko katika wizara ya utalii ya utawala wa Israeli, Ami Harun, katika mahojiano yake anasema kwamba mashirika mengi ya ndege duniani yameanza safari na maonyo mengi ya safari yamepungua, lakini kila kitu kinategemea kuendelea kwa utulivu. Lakini ripoti inaendelea kusema kuwa hali ya utulivu inaelekea kuwa tete, na hii ni kutokana na wahodhi wa Yemen walioapa kuliangamiza taifa la Israel, na wakati huu wanashambulia uwanja wa ndege wa Ben Gurion, uwanja ambao ni kitovu kikubwa cha shughuli za utalii katika taifa la Israel. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe kulike, kushare na kukomenti ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Mimi jina langu ni Ramadhani Fupi.